Kutana na Oasis Electric Bike, salama, imara na yenye nguvu zaidi. Oasis Electric Bike imetengenezwa kwa kuzingatia mambo makuu matatu: umbali wa safari, usalama wa, wa pikipiki na uimara zaidi ya Oasis Electric Bike imetengenezwa kwa ubora na teknolojia ya kisasa inayokupa uwezo wa kusafiri kilomita 100 mpaka 130 kwa chaji moja bila wasiwasi wa kupama njiani. Kwa upande wa usalama wa pikipiki tumefunga mfumo wa kisasa wa anti-theft ili kulinda pikipiki pamoja na kuweka loki ya funguo upande wa betri ili kuwa na usalama zaidi kwa safari yoyote utakapokuwa. Pikipiki yetu ya Oasis Electric Bike ye, imetengenezwa paspia bora na imara zaidi yenye uwezo wa kuhimili mazingira yoyote. Pia ina uwezo wa kupakia hadi kilogramu 200. Na zaidi, pikipiki piki yetu ya Oasis Electric Bike imewekwa mfumo wa gia ya Rivers ili kuweza kusaidia kurudi nyuma pale unapokuwa na mzigo mkubwa. Jiunge sasa na mapinduzi ya usafiri wa umeme. Ride the future, ride Oasis.